Baba. Oh, binti yangu nolelewa ukapiga mayowe. Kinachohitajika ni no kumbeba au na kumwingiza ndani, mshika huko <coughs> <coughs> Yes, hii nyumba tulokaa hapa na ya pembeni hizi nyumba nimezijenga kwa jasho langu. <sighs> Ni ngumu kuamini, lakini niseme tuongela. <laughs> Nimekwambia yote kwa sababu nakuamini sana, nakupenda so please, over please, usija ukanibadilikia baadaye. Um, nikiona bado mwaminifu zaidi naweza ngakuachia hizi nyumba maa zako e, ila tuyaache hayo. Hivi unakumbuka kuna e, siku nilikwambia kwamba mchokozi alinambia alikutana na mtu ambaye anafaa sana e, mi nilijua tu labda kwa sababu akupendi na nataka yakuone mli ndani, ndio maana akaleta hizo chukuchuku, lakini kiepi aha. Nimekutana na mtu ambaye anafanana na wewe copyright, ila mmekusana kitu hichi. Yule mwanzo anaonekana kama kidogo akili zake zimeenda mlama, maana nilivyokutana naye alininyani ngasema eh, na matege sasa, yani miguu yake imeenda hivi, ndo hicho mlichotofautiana, lakini vingine umefanana naye sana tu. Kwa hiyo mimi ninachokuomba mpenzi wangu, niambie tu kweli kama labda mama alishokuambia damu, mlizaliwaga labda mapacha mimi nitaelewa tu sasa. Mboni hicho unachokizungumza, mbona imekuwa ni makelele kwenye masikio yangu? Sasa hii ni mara ya tatu sasa, ni jambo linazungumzika. Alianza mchokozi akadai kuna mtu amemfananisha na mimi, na tena mamangu hivi unahisi, una mimi nitazungumza nini ili mradi niaminike kwako? Mbona mimi nishaviweka wazi vitu vingi sana juu yako? Eh? Kama kumekuwa na chembe chembe ambazo hata nimezitunza kabatini huko nilikotoka. Mimi ningekuweka wazi mamangu. So kama mambo nilizungumza mwanzo na wewe, duniani wawili wawili. Afu unavozidi kuongea yale yale yale unanikata mwenzio, ujui tu yani. Mm -hmm. Sawa kipenzi, lakini sio kwa kufanana na kule. Maana nilimfuatilia, ah, alikatisha kona hivi. Mimi nikaachana naye. Sasa sijui ndo anapokaa kule. Mm-hmm. Hiyo duniani wale wawili sio kufanana kule. Yaani unataka kuniambia kwamba ulimfuatilia duka papa wangu anapokaa? Ah, ah. Mbona hivyo? <laughs> Yaani inanishangaza sana, nani kumfuatilia mtu ambaye anafanana na mimi. Unaharibu muda wako, afu amna chochote kile anachokuulizia. Mimi naomba upige tu chini baby. Sasa kama ana faida, ayo tuyaache. Tuende saka kuonyesha mazingira. Mm-mm. Alafu kuna kitu nimetaka kusahau. Hizi nyumba zote nimepangisha ila kuna chumba kimoja waga, na nakujaga mwenye kupumzika wale mabinti wakinichanganyaga akili yangu, nakuja kupumzika huko kidogo nitulize akili na mwili, kwo tu nikaonyeshe mazingira nikakuonyesha nicho chumba. Basi, sawa. mm -hmm. Naisi labda leo mhm, ndio ile siku ya kuzindua. mm -hmm. <laughs> Hakuna mwingine kama wewe. Ulimwengu mzima unajua kweli. Habari za salama? Uh, samahani ulizia muda hata sijai sijachukua muda mrefu, sijakaa sana. Sawa, nimeitikia wito. Dhumuni la kukupigia simu ni kuhitaji mazungumzo ya ana kwa ana kuhusiana na ule ujumbe ambao ulinipatia. Nimejaribu kuuchanganua kwa akili zangu, japokuwa imenichukua muda mrefu sana kuuelewa, lakini majibu nimeyapata. Ila nachojiuliza, umewezaje kunipa kazi ngumu kama hii, ili hali mimi ni mwanamke? Kamon, Odo, mimi najua kwamba wewe ni mwanamke lakini mwanamke ambaye mpambanaji. Hata hivyo baada ya kukaa kufikiria, likaona kabisa kwamba wewe unatosha kwenye hili jambo, kwa sababu naamini kabisa kwamba huko ulipotokea ushapita changamoto nyingi sana, na hii changamoto ambazo zitakazoendelea kwa sasa hivi ni ndogo ndogo kabisa, ambazo naamini kabisa tunatoboa. mm. sawa kwa hiyo nitafanyaje ili nikamilishe hiyo mission? mm -hmm. Safi sana, hilo ni swali zuri. Kuhusu mwanzo wa mission mpaka mwisho, ili niachie mimi. Mimi nachokushukuru ni wewe kukubali kufanya kazi na mimi, au majambo mengine nachie mimi mwenyewe na, na kikubwa kwanza, sasa hivi hapa sikilizia ya simu yangu ikita tu pokea, ya hujua tayari maanake tunaingia mzigoni.

Na jamaa wangu tulikuwa tunalasi, au sio? Tunakuwa tuna imani sana lakini mwanangu imani yako imekuwa ndogo. Yaani umechukulia poko ni maisha ya kweli. Mbona sikusome mzee? Ah, unisome leo au sio? Nimekukuta katingi pale shop. Ne ukambia, nige bati nikachukua zangu mazingira fegi alafu taka mwisho ukachora. Mimi nafika zangu pale mavi kibao. Yaani nyinyi hatu mnapokuambia mzee wangu hizi kibao. Wewe vipi unachukulia kwa maisha ya kweli, mjomba wangu wewe mshamba hujatoka? Ah. Mwanangu, huwezi amini ya, yani nilivyotoka pale mwezi ukiatu, sikugeuka nyuma la nini. Afu kama unavyojua, kila kukija, kila mtu na mazegele yake kichwani. Kwa hiyo wewe, si wazi tatinga hapo muda fulani, mimi nitamuelekeza na nitamgea 200. Wewe si wazi mzee, upeleke dusko. Mshikaji kashavimba kule, kashakunya sana ninavyokuambia, kashaja nzi kibao. Afu daka mocha, anza kunatia pwampo tu hapo na mshamba. Eh, sikiliza basi wao naelekeza na una na unajua, kutokana na mazingira pale mtaani kwako wanapofanya kazi, au sio? Kwamba wao naishi na watoto wa kike, alafu wewe mwanaume, mwanangu kuja nitumeni, si unajua zile mzee wangu hapo kwenye. Sasa unaingia ndani pao na ngara, kipi kichokuwa cha samani unachukua na kwenda kusukuma, unafanya maisha yako pale. Utoke wewe nini mwanaume, unachukulia poa. Kwa kana watoto wa kike mzee wangu, watakuja kuchoke bila kutimua wewe, ndio ukasangalai mtaani huko, mshamba mmoja wewe. Da, mwana wajua mwana kumbe, mwananga

Karibu mwana. Asante sana, bila shaka umekuja na majibu la lile swala tuliloongea. Sina majibu yoyote ambayo nimekuja nayo, ila nina maswali matatu, nahitaji nikuulize kuhusiana na hilo hilo swala la uchawi. Hivi kwani uchawi ni mbaya? mm. Uchawi mwanangu wala sio mbaya. Swali la pili, hivi ukiwa mchawi inakufanya uwe mbali na Mungu? Hapana, sisi wenyewe tukitoka usiku lazima tumwombe Mwenyezi Mungu alafu ndio tutoke. Tutoki. Sawa hmm. Sawa. Swali la tatu na ambalo la mwisho kabisa, hivi hivi kwenye huo uchawi hamna maswala ya kutotoa kafara labda kuwa watu hivyo? Hmm. hakuna hicho kitu hautotoa kafara wala utomwaga damu, wewe ukiingia mwenyewe tu utaona, wala usiulize maswali mengi <laughs> Sasa kama ni hivyo, kumbe ni hizo tu. Nilikuwa sijaja na majibu, ila kwa jinsi ambavyo umenielezea mpaka hapo, nakuambia naona mbona simple tu, mi niko tayari. Sasa niingie huko kwenye uchawi huo. Asante mwanangu kwa uh, hiyo hivi. Nishakubali kubali, kinachofuata ni, ni kipi sasa? kwa hilo usijali kinachofuata mimi nitakuja kwakwa usiku unasema nitakuja usiku wa leo uh, yaani wewe utakuja nyumbani kwetu basi sawa hamna shida uwe na siku njema sawa naye pia <laughs> mwanangu kaingia kwenye uchawi nimefurahi karibu mwanangu ah. sikutegemea

Dobaa, Mungu wangu jamani, dobomba anan zu zu zuu na tatizo gani jamani, zuu zuu nyumbani kwangu, mdogo wangu ana matatizo. Matatizo yake amemrudia tena. Fanya haraka ustazi, fanya haraka ustazi, Mwenyezi Mungu, kwa nini unanipitisha kwa kwenye mitihani migumu kama hii? Kwani hapo wengine akuwapitisha katika hali hii? Ona sasa simu yangu nimeibiwa, ambayo ingenifanikisha nipate mawasiliano ili niweze kurudisha pesa ya watu. Nastan walisema tapokuja mara ya pili atabeba vitu vyangu vyote vya ndani. Kwa nini mimi napitia yote haya? Kwa nini kila siku mimi? E Mungu wangu Sasa yes, niinukenini barabarani ninikatafuta kibarua chochote, nifanye kazi niweza kupata pesa, akunudisha steni, maana hata kuja kunielewa. Hey, mungu wangu namba usaidizi wako. <laughs> Mbona hii imekuwa ni tofauti sana. Kila ninapojaribu kuangalia namna ya kumsaidia inashindikana. Mjomatamisi, msielewi. Najitahidi, najitahidi kadri niwezavyo kutumia zile nguvu nilizopewa kule, lakini nashindikana pia. Mnachokifanya kwa wakati huu kwa huyo binti amwezi kufanikisha, kwa sababu vitu walivyovikanyaga ni vikubwa na wahusika ni wale maasimu zako walivitega kwa makusudi, ili waweze kuisambatisha familia yako hivyo, hivyo pasasa, kwa sasa inahitajika siku, siku ya mwezi mpevu ili muweze kumsaidia huyo binti, la sivyo amwezi kufanya kitu chochote. Na inachukua muda gani mpaka kuingia huo mwezi mpevu? Maana kutokana na mitihani ya hapa na pale, nimeondoka kabisa na umakini wa kufuatilia mwezi. usiku, usiku wa mwezi mpevu ni leo, namaanisha na usiku wa leo ndo mnaweza mkamfanyia matibabu la sivyo ukifanyia la, mzao siku wa leo la, kapita basi, utampoteza kabisa, kabisa binti yao. Ni hilo tu mjomba, nadhani umesikia kinachohitajika ni kufanya subira. Endapo giza tu litakapoingia, basi tufanye hili jukumu. Sawa mjomba, nimekuelewa. Wenye matumaini wamebaki kimya, ni kama kila mlango umefungwa kwa kufuli. Majibu yako wapi? Maombi yanapotea, mbingu imechoka kusikia sana. Vipi, ndugu yangu? Mbona hivyo? unawaza nini? Unajua kata heli nyinyi ambao hamjaoa, na sikushauri uoe kwa sababu nayoyapitia mimi sidhani kama unaweza endelea kupambana hmm. <tipa> Unamaanisha nini kusema hivyo? Maana sijakuelewa. Kuna muda nilitoka na niliporudi sikumkuta mke wangu na, na nyinyi pia hamkuwepo. Nijaribu yani, kumsubiri alipofika ikabidi nimuulize, lakini kila nikijaribu kuzungumza naye naona dharau zimekuwa nyingi kwa kitu ambacho nimefikiria hapa, na ni bora nimpe taraka. Ndugu yangu, kitaalamu wanasema kwamba use your brain government to differentiate sad and happy, yaani tumia akili yako kutofautisha kati ya furaha na huzuni na kwenye furaha lazima kuwa kuna changamoto na kwenye uzuni pia kuna changamoto. Hii ni changamoto yako ambayo umekutana nayo. Mi sikushauri kibaya, kikubwa ni kuvumilia tu, kwa sababu wakati unampenda na kumtongoza mimi sikuwepo, wala kipi ya kuwepo. Mlikuwa wawili tu. Kwa hiyo mi niseme tu vumilia, na pia usifanye maamuzi ukiwa na hasira, itakuumiza sana. kata ule mwanamke ni kiburi na kitu ambacho kijui mi naule. Tumebarikiwa kupata mtoto mmoja, lakini yule mtoto hataki tuishi naye hapa, anataka aendelee kuishi kwa mama yake mdogo. Kwa nini, na wakati mtoto ni wangu? <sighs> lakini wanasema pia, maji siku zote hufuata mkondo. Mwanamke ni maji tu, mtengenezee mkondo, lazima atafuata sisi ndio tumepewa mamlaka ya kila kitu, yani namaanisha, wametoka kwenye ubavu wetu sisi. Kwa hiyo kama ukimwelekeza vizuri, anaweza akafata kila ambacho anachokitaka na hakuna kingine. Come on my brother, kweli wa tempa yani kadogo. Kama ni wakwako atarudi tu, na kama kweli anakupenda atakusikiliza unachokiongea, usitumie nguvu kubwa. Mimi ndo nishangurumisha ugali huko bado mboga tu, nataka niingie gengene hapo nikachukua hivi samaki tuje tule. Ukishapiga na maji safi kabisa baridi, hamna noma bila kuchoka. nimechafuka mioyo imepotea, maovu yanafanya shiga kwanza hapo. Ninja oya, huu ndo utawala wangu mimi, hapa ndo maskani, hapa ndo nakuangusha. Mi nimekutoa kule, kwa sababu kule wanita mmoja zesheni mbo kibao, afu kuangusha pale na kwa ukama, ndo maana nimekuleta hapa. kuhu za sapo utakuwa unaangusha, tukitoka zetu kusangalai huku tunakuja tunaangusha hapa, sema za sapo itikeli zingatiwe hapa. Mi nataka skati ngitustaki zesheni Yaani, yani upanya usela kukaba nini? Hapa tuleti usela hapa ndo mtani tunapoangusha, tuze kuleta usela hata siku moja. Usela tunafanya nje au vipi? Baridi hapo, kama umenielewa, respect zingatie kwa kila mtu, tuzame ndichi Majibu yako wapi? Maombi yanapotea, mbingu imechoka kusikia sauti zetu za oga. Ni utulivu wa mwisho, hakuna anayejua

Unafahamu fika changamoto ni nyingi sana ambazo zinazotokea na mwanzo ulishakwenda pale, hatimaye unajua kilichokukuta. Sasa endapo linatokea kama lile la awali, nini kinajiri? Sasa ole wako kwa wakati mwingine utoke hapa na kwenda sehemu yoyote, kwenda kufanya kitu pasi na ruksa yangu. Nawakomesa wachawi.

Alhamdulillah. Tena leo tumeonana. Nakumbuka mara mala mwisho nilikuuliza jina lako, lakini kunjibu, ningependa sawa, lakini bado naniacha njia panda, wapi wa na sijui wapi nielekee. Kwa nini upo karibu na mimi? Ila katika huo msaada, asaidia nasaida wengine si sahihi. Kama kwa mtoto huyo, mtu ulimsaidia si sahihi kabisa, maana anashirikiana na yule mbaya wao ambaye ndiye yule aliyesababisha auisha utokaoa, hivyo na kuona unavyotoka hapa, usirudi tena mahali hapa. Asante, nashukuru sana. Usijali, tuko pamoja, ya Rabbi. Alhamdulillah, Rabbil alamin, majibu yako wapi? Maombi yanapotea, mbingu imechoka kusikia sauti zetu za oga. Mbona nina nyumba ni makochi yangu? Ah, mambo madogo yanaleta ukujaga.